Tonsil ni tezi ndogo zinazopatikana nyuma ya koo ambazo husaidia kupambana na maambukizi ya virusi pamoja na bakteria. Kuna wakati tezi hizi zinavimba na kupelekea uvimbe unaoitwa tonsilitis, au tunaitaga ni inflammation ambayo hutokea katika tezi hizi wakati zinapambana na maambukizi haya. Sasa katika mada ya leo, tutaangalia jinsi gani ambavyo tutaweza kuzuia au kupona tonsilitis kutumia njia asilia ambayo haina changamoto kubwa za kiafya. Utakuwa nami daktari Lenny Komba anachokuletea mada hii kwa undani ya ya kwanza. Kama uliko bado kujiunga nasi basi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Kwanza tuangalie dalili za tonsillitis. Utajuaje kama sasa hivi una tonsillitis ili uanze kuchukua hizo hatua? Kwanza unaweza ukapata maumivu makali wakati wa kumeza ukapata maumivu makali wakati wa kukoa katika koo, ukapata maumivu makali ya kichwa, joto la mwili linapanda kwa kasi, lakini pia mwili unachoka na kushua nguvu, lakini pia kuna muda unakosa hata hamu ya kula. Hizi ni moja dalili za tonsilitis, na mara nyingi tunaita acute tonsilitis, tonsilitis ambayo inatokea ndani ya muda mfupi. Kuna aina za tonsilitis? Kwanza aina ya kwanza ni tonsillitis ya muda mfupi, inaitwa acute tonsillitis. Kwa tonsillitis ya muda mrefu, inaitwa chronic chronic tonsillitis, na kwa tonsillitis iliyoambatana na maambukizi, ambapo hadi kuna uvimbe pamoja na usaha, tunaita suppurative tonsillitis. Sasa aina hizi zote zinaweza zikatokea, lakini huanza ya, ya kwanza, ya pili na inapigana ya, ya tatu Jinsi gani ambavyo tunaweza tukazuia tonsilitis kwa njia asilia? Njia ya kwanza ni kutumia maji ya vuguvugu ya asubuhi pamoja na jioni, apindi tu utakapoanza kugundua kwamba kuna tonsilitis. Maji ya vuguvugu yatasaidia kupunguza uvimbe, yani inflammation kidogo, lakini pia yatasaidia kuondoa maambukizi kwa kiwango fulani. Lakini pia njia ya pili ni kutumia maji ya vuguvugu ambayo yana mchanganyiko wa tangawizi. Hii inasaidia katika, kwanza, kuongeza kinga ya mwili, lakini pia katika kuongeza uwezo wa kupambana na maambukizi ya virusi pamoja na bakteria ambao wamesababisha inflammation. Jinsi ya kutumia ni tumia maji ya uvuguvugu, changanya na tangawizi kijiko kimoja, au unaweza ukachemsha kama chai, au unaweza ukachemsha na ukachanganya na, uka na kitu kingine kama asali. Njia ya tatu ni kutumia maji ya uvuguvugu pamoja na jisi ya limao. Hapa pamoja na limao, unaweza ukatumia maji ambayo yamechanganywa na limao. Kumbuka kwamba limao ina kiwango kikubwa cha vitamini C ambayo ni muhimu katika kuongeza kinga ya mwili. Vitamini hii inaweza ikasaidia pia katika kuongeza uwezo wa seli nyeupe za damu ambazo zinatumika kupambana na maambukizi mbalimbali ya virusi pamoja na bakteria. Kwa hiyo unapotumia maji haya ya limao, yana msaada mkubwa sana katika kutunza koo lako, lakini pia katika kupambana na visababishi mbalimbali vya magonjwa. Kitu kingine ambacho unaweza ukakitumia ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu unaweza ukakitumia katika mchanganyiko pamoja na tangawizi au limau, ukatengeneza juisi au ukatengeneza ni chai ambayo ni ya moto au ni ya vuguvugu. Hata kipindi hiki, kila kitu ambacho nakunywa unatumia lazima kiwe cha moto au cha uvuguvugu, kwani ni muhimu katika kupambana na magonjwa haya kitu kingine ambacho unaweza ukakitumia ni asali pamoja na maji. Chai yako basi unaweza kuongeza asali, kwa hiyo na msaada mkubwa sana katika kuongeza kinga ya mwili, lakini pia katika kupambana na maambukizi ya vitu mbalimbali ambayo ya yanaweza yakatokea katika koo lako. Kwa maana hiyo, tonsilitis inaweza ikapona kwa kutumia njia hizi za asilia lakini dalili zikiendelea haina maana kwamba njia hizi zikusaidia njia hizi zina msaada mkubwa sana hata kama tuupt dawa za hospitali na ushauri pia endelee kutumia njia hizi lakini kwa kipimo sahihi usizidisha zaidi ya hapo kama dalili bado zinaendelea basi wasiliana na daktari ili upate ushauri wa matibabu na dawa ambazo zitakusaidia kwani baadhi ya tonsilitis zinahitaji kupona dawa kama zikiwa zimesababishwa na bakteria, ili zitahitaji upone kutumia dawa fulani ambayo daktari. Tumwelezea shida yako, atajua akupe dawa gani. Kwa ushauri zaidi na kwa mawasiliano kuhusu tonsilitis, unaweza ukawasira nasi kwa kupitia namba sifuri saba sita saba arobaini na nne thelathini na nane themanini na saba. Ulikuwa naye daktari Lenny Komba, nikutakia siku njema na Mungu akubariki. Niandike kwenye comment section jambo gani ambalo ungependa tujifunze, au nini maoni yako kupitia ya kipindi hiki?